kutukomboa katika nchi yetu au katika jamii yetu. Sasa kama huyo kiongozi atenda tofauti na matakwa ya, ya au deep state, watafanya kila hila, aidha kumwondoa kwenye madaraka yake au kumdhuru afya yake, ikiwezekana kabisa kumuua. Sasa zifuatazo ni dalili ambazo zinaweza zina, zina kuonyesha kwamba katika nchi yako kuna deep state.